Naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani anayeshughulikia masuala ya kisiasa, Majidi Takti Ravanchi, ambaye pia ni mjumbe wa ujumbe wa Irani katika mazungumzo ya kidiplomasia, amekanusha vikali taarifa zilizosambaa kutoka kwa maafisa wa Marekani kuhusu uwepo wa mpango wa mazungumzo mapya kati ya Tehran na Washington. Akizungumza baada ya kikao na kamati ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni ya bunge la Irani siku ya Jumapili, Takti Ravanchi alisema hakuna makubaliano yoyote yanayofikiwa kuhusu kuanza tena kwa mazungumzo na Marekani, akisisitiza kuwa madai hayo ni ya uongo na hayana msingi wowote. Taarifa hiyo imekuja wakati hali ya kijeshi kati ya Iran na utawala wa Kizayuni pamoja na Marekani ikiwa bado ni tete. Tarehe 13 Juni, utawala wa Kizayuni ulianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya kijeshi, nyuklia na ya makazi nchini Irani kwa kipindi cha siku kumi na mbili mfululizo. Kufuatia hali hiyo, Marekani nayo ilifanya mashambulizi dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia vya Irani vilivyoko Natanz, Fordo na Isfahan mnamo Juni 22. Hata hivyo, Irani haikusita kujibu. Vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, kupitia kikosi cha anga vilitekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa awamu 22 dhidi ya maeneo mbalimbali ndani ya ardhi inayokaliwa kwa nguvu na utawala wa Kizayuni kupitia operesheni ya kijeshi iitwayo hadi ya kweli tatu. Mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa katika miji kadhaa ya utawala huo. Zaidi ya hayo, kama jibu kwa mashambulizi ya Marekani, Irani ilirusha makombora kadhaa kuelekea kambi ya kijeshi Al-Udeid nchini Qatar, ambayo ni kituo kikubwa zaidi cha jeshi la Marekani katika ukanda wa Asia Magharibi baada ya wiki mbili za mapigano makali, pande zote zilifikia makubaliano ya kusitisha vita ambayo yalitekelezwa kuanzia Juni 24 na kuleta hali ya utulivu kwa muda katika eneo hilo. Wachambuzi wa mambo ya kimataifa wanaendelea kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa hali ya kisiasa na kijeshi katika Iran, kati ya Iran Marekani na utawala wa Kizayuni huku hofu ya kurejea kwa vita ikitanda. Mtazamaji, hii taarifa inahusu taarifa ambayo naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani anayeshughulikia masuala ya kisiasa Majid Takti Ravanchi ambaye ni mjumbe pia wa ujumbe wa Irani katika mazungumzo ya kidiplomasia amekanusha vikali taarifa zilizosambaa kutoka kwa maafisa wa Marekani kuhusu wapo mpango wa mazungumzo mapya kati ya Teherani na Washington kwenye mustakabali mzima wa nyuklia. Hii ni Zone Media. Tutakuletea kila taarifa ambayo inatokea huko Mashariki ya Kati. Jina langu naitwa Victor Moshi.